Mwanabi, nilikuwa nimekwama hospitali juu ya bi, na kurudishia shukurani juu umenitoa huko, ubarikiwe sana. Hello. Okay, sijui kama mepata hii story eh, kule Nakuru Kaunti Bahati. Sasa kuna yule mama ambaye alikuwa ameadmitiwa eh, Bahati Sub-County Hospital, alikuwa ameenda Mtoi, yani kubarikiwa na mtoto kujifungua. Sasa yule mama alikuwa ametoka kwa familia ambao aijiwezei. E, yule mama akaenda akafanyiwa operation, that is akafanyiwa CS na akapata mtoto. But sasa yule mama hakuwa na uwezo wa kulipa bills ndio aweze kutoka pale hospitali. E, kanisa yake imejaribu kuchanga pesa, lakini hiyo pesa that is bando haiku Aikuwa, yani, wamejaribu kuchanga pesa lakini haitosha. Eh? Yule mama amekaa pale mwezi mmoja akiwa hana hope lakini, kama vile unajuanga, Mungu uanga anatumia malaika wake, akatumia Meri Justas Manabi, Meri Justas Manabi ameenda amemlipia bills akamfanyia shopping akamfanyia mpaka maybe mpaka akampeleka kwake nyumbani. Ndio tunasemanga katika hii dunia kuna watu wazuri. Na kuna watu ambao wanajua kusaidia. Unaweza ukakuwa unapitia magumu sahihi, lakini Mungu anaweza kukutumanishia mtu mmoja ambaye atakuja kusaidia katika maisha yako, na ikue, eh, ni ushunda katika maisha yako. Mungu akubariki sana Mary Justas Manabi, hiyo kazi um, nimeona umesegea watu wengi sana. Nimepitia profaili yako na vile ambavyo unajua umesegea watu wengi sana. Mungu akubariki sana Naomba hata Mungu is, endelea kusaidia watu wengi juu, nimeona unasaidia kusaidia, endelea kusaidia watu wengi sana, Mary, na Mungu atakusaidia, atasimama na wewe na ile mahitaji yako yote ambayo uko nao. Mungu atakusaidia utatimiza, Mungu atakutimizia ndio uweze kusaidia watu wengi juu nimeona mi vile ambavyo nakujua, umesaidia watu wengi sana, umesimama na boy child umesaidia katiza watoto wengi sana, umewapeleka shule na pia mama juzi tu tena umemsaidia. Mungu akusaidie sana. Guys, tazameni hoa, tazameni, account yake ambayo nimetaga hapa chini, mwangalie tu. Hao yote ambao nasema, Mungu akubariki, Mungu akubariki tena na tena.